Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Tupo katika mwendelezo wa darasa letu la kujifunza namna sahihi ya kuomba, na leo tupo katika sehemu yetu ya tano, na katika sehemu hii tunaenda kuangalia aina za maombi ambazo ni kuu au ni mama tunazozisoma katika maandiko. Ni vizuri kufahamu aina za maombi ambayo tunazisoma katika maandiko ambazo sisi kama watakatifu wa Agano Jipya tunapaswa tudili nazo na aina hizi ziko tano. Aina ya kwanza ni maombi ya shukrani, maombi ya shukrani ambayo huwa anaambatana na sifa. Lakini aina ya pili ni maombi ya matengenezo ya moyo au maombi ya kujengwa nafsi au mtu wa ndani. Maombi ya matengenezo ya moyo ani maombi ambayo unaomba kwa ajili ya kubadilishwa wewe au kugeuzwa wewe nafsi yako. Lakini maombi ya tatu ni maombi ya upatanisho, maombi ya upatanisho, tutaangalia kwa undani na maombi ya nne ni maombi juu ya kazi ya Mungu au ufalme wa Mungu au Injili, maombi juu ya kazi ya Mungu au ufalme wa Mungu au Injili. Na maombi ya mwisho ni maombi ya mahitaji, maombi ya mahitaji. Kwa hiyo hizi ni sehemu kuu tano ambazo unapaswa ujue. Unapoomba hakikisha kila nyanja unaigusa. Watu wengi wanaishiaga kwenye maombi tu ya mahitaji. Kumbuka hiyo ni sehemu ya mwisho kabisa, lakini kuna maombi ya shukrani kuna maombi ya matengenezo ya moyo kuna maombi ya upatanisho, kuna maombi ya injili au ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tutaenda kuangalia kwa utaratibu kabisa, aina ya kwanza mpaka aina ya mwisho ya maombi haya. Tuanze na maombi ya kwanza ambayo maombi ya shukrani ambayo yanaambatana na sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kile kitabu cha ah, Wathesaloniki wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18 inasema, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo kushukuru kwa kila jambo ni mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ukiulizwa mapenzi ya Mungu ni yapi, kumbuka sehemu ya kwanza, mapenzi ya Mungu ni kushukuru. Mtu anaeshukuru anatimiza mapenzi ya Mungu duniani, yaani kusudi la Mungu kukumba duniani ni wewe kushukuru katika kila jambo, au katika kila kitu ambacho unakiona wewe katika maisha yako. Unaona shukrani inachukua sehemu kubwa sana ya maombi ya mtu. Kwa hiyo ni lazima ujue katika kushukuru, unashukuru vipi? Sasa je, tunashukuruje? tukisema tunaingia katika maombi ya kushukuru, tunashukuru katika maeneo yapi? Yako maeneo kadha kadha, lakini nitaenda kutajia yale maeneo kuu makuu ambayo katika shukrani yako kila siku, usiache. Yani, katika shukrani zako za kila siku unapokaa na kuomba hakikisha haya maeneo hususan eneo la kwanza, fanya juu chini, ulijua kwa ndani na umshukuru Mungu katika hilo, kwa sababu ni eneo kuu sana. Shukrani ya kwanza ambayo tunapaswa tumwombe Mungu kila siku tukiamka asubuhi, kwanza ni shukrani ya neema ya neema wokovu. Wokovu ni jambo ambalo hatuna budi kumlilia Mungu kwa shukrani kile. Lakini kwa sababu na matendo Yesu tumevuka ya mautini kwenda uzimani. Mstari wa 12 mpaka mstari wa mkimshukuru Baba aliyowastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Naye alituokoa katika nguvu za giza akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Tulitolewa katika giza tukaingizwa katika ufalme wa pendo la mwana wake. Kwa hiyo unaona, hatuna budi kumshukuru Mungu. Kwa hiyo tafakari kazi ya Kristo pale msalabani hiyo Mungu, Mungu anaona kweli mtu katambua thamani yangu kuja duniani ni ipi. Na hicho ndio kitu ambacho Mungu anakitafuta. Kwa hiyo jitahidi sana kumshukuru Mungu kwa neema ya wokovu. Kwa kwa ajili uzima ulionao sasa. Kuwa tu hai, kuiona siku nyingine. Haijalishi wewe ni mgonjwa, haijalishi wewe uko mauti, lakini as long as unaishi unapumua, moyo unaendelea kudunda. Hebu mshukuru Mungu. Mwambie Bwana, asante kwa kunipa zawadi ya siku nyingine. Kwa hiyo maombi kama hayo ukiyatanguliza asubuhi, mchana na jioni ni eneo kubwa sana la shukrani. Lakini sehemu nyingine ya shukrani ni eneo la familia. Mungu amekupa familia, ikiwa una ndugu ambao wako hai na kuna wengine labda wametangulia mbele ya haki, lakini wale wale hai, hebu mshukuru pia Mungu kwa ajili yao. Kabisa, mshukuru Mungu, mwambie Mungu nakushukuru kwa kuwa baba yupo, mama yupo. Mshukuru Mungu kwa sababu ya amani pengine katika familia. Hata kama hamna amani, mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa wale ambao wameokoka. Mshukuru Mungu kwa kwa kuwa anawalinda anawatunza, kwa sababu kama si mkono wa Mungu hata hao wasingekuwa hai mpaka leo wajifunze kumshukuru Mungu kwa ajili ya jamaa zako wanaokuzunguka. Familia haimaanishi wale walolozaliwa nao tumbo moja, lakini watu wa ukoo wako wote, wajomba, shangazi, mabibi, mabinamu. Hebu mshukuru Mungu kwa sababu, wewe kutokea tu duniani au ukashuka tu kama mvua? Hapana, ulizaliwa katika familia fulani, na kwa sehemu ile familia imekuwa msaada mkubwa kwako kwa mpaka kwa kwa, alioweka hivi. Hata kama utakuwa na kuchukia, waombee ndio, waombee kabisa, kwa sababu unakumbuka hata Samuel alisema acha nisitende dhambi kwa kwa kuacha kuombea ninyi na kuwasaidia, pia ndugu ni kuombea. Kwa hiyo mshukuru Mungu kwa ajili ya namna walivyo, kwa sababu mpaka leo hapo hai, yamkini neema itakuta kesho, hata kama hajaokoka. Kwa hiyo tafakari yote ambayo Mungu amewatendea katika familia. Hebu mshukuru Mungu, mwambie Mungu asante, hata hapa tulipofikia ni mkono wako. Yanampendeza Mungu haya maombi. Lakini maombi mengine ambayo tumeambiwa tushukuru katika hayo ni maombi ya no, uh, ni shukrani kwa ajili ya taifa. Shukrani kwa ajili ya taifa ni jambo la msingi sana. Ndio maana ukisoma kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timoteo sura ya 2 mstari wa 12 mstari wa kwanza mpaka wa pili anasema basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Waokolewe, anaendelea kusema kule na kumjua Mungu. Kwa hiyo kumbe shukrani lazima zifanyike pia hata kwa viongozi hata wenye mamlaka hata kwa ajili ya taifa hata kwa ajili ya nchi. Kuna huduma za kijamii unazipata. Kwa hiyo hata Mungu yupo katika mamlaka na mkono wake uko kule ili kuhakikisha mambo yote kijamii, ya kijamii yanaenda vizuri kabisa bila masumbufu yoyote. Kwa hiyo jifunze sana kuombea pia kushukuru kwa ajili ya taifa lako, mkoa wako, viongozi wa nchi yako, wale wanaokuzunguka, wanaokutawala. Shukuru, shukuru tu, usilalamike. Sio kila wakati ulalamike tu kwa kila jambo. Wewe shukuru, mwambie Mungu na kushukuru kwa sababu hata hichi kidogo, bado ninapumua na naishi na niendelea katika maisha mema. Kumbuka mapenzi ya Mungu ni kushukuru. Lakini pia unamshukuru Mungu kwa ajili ya uumbaji, uumbaji wake wote, yani unachokiona duniani. Usipite tu unaangalia ndege unaona kawaida. Unaangalia mawingu unaona kawaida. Unaangalia mwezi unaona kawaida. Unaangalia kuku unaona kawaida. Unaangalia swala unaona kawaida. Tafakari vile viumbe. Alafu moyo wako utoe sifa. Daudi alikuwa anamtukuza Mungu hata kwa moto, hata kwa upepo, hata kwa baridi. Anamtukuza Mungu, anamwimbia Mungu. Kwa hiyo tu lazima tupate sababu ya kumtukuza Mungu na kumwimbia Mungu kwa vitu vyote vinavyotuzunguka. Ukiangalia milima unamshukuru Mungu. Huwu anapenda kuimba ile tenzi, nasema: Bwana Mungu, nashanga kabisa nikitazama, kama vilivyo nyota, nguru ma vitu vingi vyote viumbwa vyo kwa uweza wako, roho yangu, roho yangu naikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Mona huwa napenda sana. Kwa hiyo fikiria kila kitu kinachokuzunguka, alafu mwambie Mungu, roho yangu naikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Tafakari kunguru, tafakari sisimizi, tafakari mchwa Tafakari kila kitu alafu mwambie Mungu na kushukuru kwa sababu kupitia hivi, Baba jina lako litukuzwe. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo unapaswa kumshukuru Mungu, lakini pia unamshukuru Mungu kwa mambo usiyojua, kwa sababu Mungu anatutendea ni mengi zaidi yale tunaojua. Tunaona ni machache, lakini tusiyojua anatutendea ni mengi. Anasema hata unywele wako hautapotea, nywele zako zote zimehesabiwa maana Mungu uko kwenye mahesabu juu yako kushinda tunadhani. Mungu anakujali kushinda hata baba yako anavyokujali, bosi wako, mke wako, mume wako. Ni Mungu ambaye yuko karibu na wewe. Hebu mshukuru Mungu ambaye yeye halali wala asinzi, usiku na mchana. Kwa hiyo, ukiangalia mambo haya na maeneo haya yote, utaona sababu ya kumwambia Mungu asante, asante, asante. Kumbuka mapenzi ya Mungu ni kushukuru. Mtu ambaye hana shukrani hayatende mapenzi ya Mungu. Kwa jitahidi sana kila siku moyo wako kububujika. Shukrani, shukrani, shukrani. Hii ni ya ni aina maombi na ni maombi ambayo ni makubwa sana. Lakini haya maombi ya kushukuru yanambatanaga na sifa. Yaani unamwimbia Mungu nyimbo za sifa. Ndio maana waliposema, baba tufundishe, Bwana tufundishe kusali. Yesu akaambia, mnaposali semeni baba yetu ule mbinguni, jina lako litukuzwe. Kumtukuza Mungu ni kumshukuru Mungu. Maana yake kwamba unamtukuza kwa kazi alizozitenda. Kwa hiyo ndio maana yanatangulizwa maombi ya kushukuru. Maombi ya kumtukuza Mungu, kumsifu Mungu, kumwimbia Mungu, kumwadhimisha Mungu, kumtukuza Mungu ni maombi yote ambayo yamekuwa na full package. Kushukuru na kusifu vinaenda pamoja, kuhakikisha unamwadhimisha Mungu kwa kinywa chako, kwa sifa, kwa moyo wako, kwa kazi zake. Ukifanya hivyo, utakuwa unaomba vizuri, na maombi ya kushukuru tumeomba tushukuru kila wakati, kwa lazima tujifunze kushukuru wakati wote, kuwa mtu wa kushukuru, wa kushukuru, kuwa mtu wa shukrani kwa Mungu hayo ni maombi makuu sana ambayo yanaleta matokeo na majibu. Lakini kusema kwenye maandiko ya Korintho wa, wa Kwanza, ile sura 14 anasema tutashukuru pia kwa roho, maanake kwamba hata katika kunena kwa lugha bado unaweza ukamshukuru Mungu katika namna hiyo, ikiwa mazoea yako yanaelekeza katika shukrani zile zile. Kwa hiyo jitahidi sana kuwa muombaji wa namna hii. Haya ni maombi ambayo unaweza kuchukua hata maombi mengine yote. Mtu ambaye anajizoesha kumshukuru Mungu siku zote hata asipeleke mahitaji yake mbele za Mungu, Mungu anakuta na mjibu na anamkirimia kwa sababu Mungu alichotuumba na mapenzi yake ya kwanza ni kumshukuru kwa yale aliyowafanya, sio kulalamika wala kunungunika. Mungu akubariki sana. Tunaenda kuangalia aina ya pili ya maombi katika darasa linalofata. Mungu akubariki, nikutakie wakati mwema. Shalom.